Na ndio mimi nataka niwaeleze watu wa Muhuru, mimi nilikubaliana na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga Baba, tukasema ya kwamba hii siasa ambayo imegawanya Kenya miaka mingi tunataka tuikomeshe, tukomeshe ukabila, tukomeshe chuki, tukomeshe migawanyiko, tuungane ndio tuweze kujenga taifa hii kwa usawa. Watu wa Mihuru, mimi nawauliza iko makesa, makosa? Wakenya wakiungana kuna makosa? Wakenya wakiungana kuna wa, makosa? Tukikomesha ukabila kuna makosa? Tukikomesha chuki mimi nawaambia jameni, kwa mapenzi ya Mungu, mimi kama kiongozi wa taifa letu la Kenya nitafanya kazi na Mheshimiwa Raila Odinga na wale wote wako tayari tuunganishe Kenya, tukomeshe ukabila, tukomeshe chuki na tukomeshe migawanyiko. Kenya iungane, na tupeleke taifa letu la Kenya mbele, kwa vyovyote liwe liwalo. Tunataka Kenya moja, tuko pamoja jameni, tuko pamoja. Na mimi nataka niwaeleze wale tunashindana na wao, sijui wanafanya kazi gani. Sasa, wakati huu sio wakati wa siasa duni ya ukabila na chuki na migawanyiko. Wakati huu ni wa kupanga maendeleo na kutekeleza maendeleo ya wananchi wa Kenya. Hawa wananchi kwa sasa wanataka barabara yao itengenezwe. Wanataka tuunganishe stima. Wanataka tuwasomeshe watoto. Wanataka tuweke madawa kwa hospitali. Wanataka tutengeneze ufuvi na turekebishe uchumi Kenya tufukuze umaskini. Ni kweli ama si kweli?